Yeah, so inasema mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake mwenyewe. Yeah. Asli mnatumia nyie. Sasa tunaga picha za Yesu. Sijui wale wazungu alifikia ya nini ku act na nywele ndefu. Imeandikwa kwamba Yesu ana nywele ndefu. Lakini ndo michoro hicho ambacho Yesu alikuwa anajikataza ndo tunapomchora sisi. Yaani kwa sababu yeye Catholic ndo mnaathirika nayo kwa sababu anamwona kila siku. Yeah, yaani picha zipo kila mahali hivi mpaka nyumbani. Si unaonaga picha za Yesu tunavozichora, kama Paulo mwenyewe alisema mwanaume kuwa na nywele ndefu ni aibu kwake mwenyewe mwenyewe. Sasa kwani tuna michoro mingi ya picha za Yesu ambayo sijai kuona hata kwenye movie tu, ile yenyewe ambao wamemwonyesha Yesu kama mtu mwenye nywele ndefu. Wewe unaonaje? Yani <laughs> Ipo kabisa tena, kwenye Agano Jipya imeandikwa kwamba Yesu ana nywele ndefu. Imeandikwa kwamba mwanaume asiwe na nywele ndefu kwa sababu ni aibu kwake mwenyewe, lakini kwa nini watu ambao, kwa sababu lengo la kutengeneza ile filam ni kuhakikisha Kristianiti inakuwa, hasa kama tunataka tuhakikishe yani, wale tu Naitwa wamebizi kwenye kitabu cha Matthew, John and Mark ambazo hapo sasa ndo unapata stories za uh, tu harakadhaka wenyewe walitaka kufikisha ile content ya kitabu cha zile four na four books of gospel. Paulo alikuwa amesema au tusemeje, zile. Mimi naisi au kwenda in details vitabu vingine, maana hivyo vitabu vinne hizo yes, zinazoongelea gospel huwa vinamwongelea tu Yesu na safari zake na namna alivyo, hivyo basi aziongelee mambo ya ya sisi maisha yetu ya uhalisia wa kawaida unajua, kwa sababu ah, nimefikiria I agree <laughs> nimefikiria kwa nini lakini, ndio michoro hicho ambacho Yesu alikuwa anajikataza ndio tunapomchora sisi, sijui ndio wao ndio wametuletea mambo ya ya Kristiani, lakini nahisi kuna vitu hajaviconsider sana sana to deliver those four books of gospel guys, kwa hiyo sisi mambo ya nywele tu and... <laughs> yeah. been I've thinking yayaukasema <laughs> <laughs> <laughs> Unajua, kuna watu ambao tuseme kama watoto wanaathirika direct na hizo vitu tunaonyesha vile. A mtu anakuja kusoma kama hivi, unakutana naye nayo tena, unasema sasa, mbona iko hivi everywhere? Like ni kama tumeignore kabisa huo mchongo serious Yani, kwanza, je, Catholic ndo mnaathirika nayo kwa sababu anamwona kila siku? <laughs> <maali, laughs> Ya, yani picha zipo kila mahali mpaka nyumbani <mim> alafu, ndo mwanamume <mim> alikuja kumwambia mtoto wako usiwe na nywele ndefu, na wakati anaona picha ambazo za mtu naye mwambia huyu alikuwa kama hivi, alafu unamkatazi asi, nayo ni ngumu kwa kweli okay. Yani, n ndio maana mimi waga namshauri mtu sana asome tu Biblia, uende tu kwenye biblia direct, hizi context zilizokuwa created from bible sometimes yeah. inakuwa